Wazee, nyinyi mna mchango mkubwa katika uundaji wa taifa hili na hadi kufikia leo. Na kama kuna ambao kati yenu mlipata fursa ya kushiriki kwenda kuangalia maonyesho ambayo yako pale kwenye ukumbi wetu ule wa kumbukizi za vita vya Majimaji, kuna mnara pale unaoeleza vizuri wazee wale wakikuwasa sisi vijana wao wamekusha kutimiza wajibu wao wa kuyatoa maisha yao kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuiendeleza amani, lakini vile vile kudumisha ustawi wa taifa na jamii kwa maendeleo endelevu. Kwa hiyo, nami nitoe rai kuendelea kuwaenzi wazee wale waliotangulia mbele ya haki kwa ajili ya kazi nzuri ya maisha yetu bora ya sasa. Nchi yetu imekuwa kuungana na nchi nyingine duniani kuhakikisha kuwa tunaadhimisha siku hii muhimu ya wazee, na lengo ilikuwa ni kuhakikisha jamii inajenga uelewa, kutoa hamasa kuhusu kulinda haki, ustawi na maslahi ya wazee hapa nchini. Kwa niaba ya serikali tumepokea changamoto ambazo wazee wamezitoa. Tunaye hapa katibu mkuu ambaye ndiyo eke mwezeshaji wa sera amezisia, na sisi serikali tunazichukua, na nikuombe muende mkazifanyie kazi kwa ajili ya masilahi ya wazee wetu, kwa ustawi wetu, kwa kuwataka jamii yote duniani kuthamini utu kila moja athamini utu wa mwenzake, tusidhalilishane kudharauliana kunyanyasana wala kuwa tujione. Jamii yote tuna haki sawa kwa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Uonevu, ukatili dhidi ya wazee na makundi mengine duniani ni jambo la kuzungumzwa na kupatiwa ufumbuzi. Wazee tunapenda na kuhitaji dunia iliyotulia yenye amani. Wazee sio tu kwamba ni hazina na utajiri wa nchi, lakini wazee wamekuwa na majukumu makubwa muhimu, yenye heshima na ardhi kwa ustawi wa nchi, katika jamii, familia na hata taifa. Wamekuwa walinzi wa imani zetu wamekuwa walinzi wa imani kwenye mila na tamaduni zetu hapa nchini, lakini pia wamekuwa walinzi wa, wa mila na tamaduni. Kupitia wizara yetu inayoratibu masuala ya wazee na makundi maalum, tutaendelea kuimarisha utolewaji wa huduma kwa wazee hawa kwa kushirikiana na wizara za kuteta na wadau mbalimbali. Tutaendelea kuenzi mchango wao, tutaendelea kuwathamini, tutaendelea kusimamia na kuhakikisha wanatoa mchango wao chanya tukitambua wao ni rasilimali kuu na hazina kwa taifa hili.